Kwenda kwa mganga ni mroge anipende, yeye ila cha kushangaza nimejiloga mwenyewe. Ona fika nyumbani, simkuti kabibwa kama mwewe. Awoya mguba mgube, mguu wako mganga. Oya, namtaka mke wangu bwana, staki tena kuanga. Oya mguba mgube, mguu wako mganga. Ayo, kwa majina unaitwa nani na umetokea wapi? Kwa majina mnyama hapa anaitwa Dogo John. Kwa majina yangu kamili naitwa John Steven John, Dogo John. Umetokea uh, wapi? Uh, nimetokea mkoa wa ni, ni, ni, ni, ni Tanga, wilaya ya Muheza, mtaa Mtaa wa Ubembe. Hiyo ni una, unafanya muziki wa singeli. Imekuchukua ugumu kiasi gani kuingia katika muziki wa singeli? Haujanchukulia uh, ugumu, aujachukua ugumu hmm. kwamba m mwenyewe kwanza niliupenda ule mziki, kwa hiyo unajua kitu kikikupenda hata kitu kikipenda hata we, pia kitu kinakupenda, kwa hiyo haikuwa na ugumu. Kwa upande wa wazazi uh, kwa upande wa wazazi pia akuwa na ugumu, kwanza alikuwa na nisapoti kwa kiasi kikubwa sana. ili uh, ilikuwaje, ilikuwaje ukapata uka, uka, uka nafasi ya kuingia studio na kurekodi? Uh, nilipata meneja, nilikuwa kwenye shoo hivyo akaniona meneja, ndio msafari yangu ya muziki ikaanza hapo, nikaenda studio, nijuza mwenyewe pia akanikubali, akasema huyu mdodo kwa sasa hivi bure, yani kwa rekodi itakuwa bure, yani nimemsaidia kwa sababu ana kipaji sana kikubwa. Ah, okay. Ah, vipi kwa upande wa shule, maana umetembea unasoma, masomo yanaendelea vizuri anaendelea vizuri, na bukua kama hivyo mtu hmm. watatu hmm. eh. ah. Sasa shuleni wenzako wanakuchukuliaje, au wakikuona wanakuona wanakuona kwenye taswira hivo? Na wale ambao wananipenda, kuna wengine wanipenda, wananiona kama ah, ule dogo mbona ajiona sana bisho, ila mi napotezea hmm. naamini tu mziki wangu hmm. nanifikisha malengo fulani. Ok, dogo John, unajiona wapi baada ya miaka mitano? Ah, kwanza, so miaka mitano miaka hmm. hii nenda kuwa msanii mkubwa, yani nitakuwa Diamond wa singeli. Kuna kama kuna mtu anataka kujitokeza kushindana na mimi aje, ila naamini kwanza ngoma achahiti, na nitatoa zaidi ya hiyo. Unawaambia una, una, nini una katika, katika aa, mashabiki zako ambao wanakufuatilia katika mziki wako sasa. Mashabiki wana support pia wanafollow sana kwenye, maana anapatikana mitandao ya Facebook, Twitter TikTok, TikTok, way okay. Okay. Uh, ni msanii gani alikuvutia mpaka ukaingia katika muziki uh, uh, yani wa Singeli? Msanii aliyovutia, alivutia uh, sana Meja Kunta. Unamwambia nini Meja Kunta? Unamwambia Meja Kunta kama unavyomsikia dogo John an, an, an, anasema wewe ndo ulikuwa role model wake, na anaomba umsapoti kwa namna moja au nyingine. Najua vipaji vipo na vipaji kama hivi vidogo ni, ni tunu ya taifa. Kwa hiyo lolote kaka mkubwa, unaweza ukafanya jambo lolote likamsaidia dogo akafika katika hatua ambayo anahitaji zaidi. Uh, dogo John, umetoka Tanga umekuja Dar es Salaam. Ni kitu gani kilichokufanya utoke Tanga kuja Dar es Salaam? mziki wangu umefanya toke Tanga kuja Dar es Salaam. mziki wako kwa, kwa, kwa maana gani? Sawa. oh. mm. Oh, kwa maana kwanza mi najua kuimba sana, kwasababu ngoma yangu imehiti sana mpaka nimekuja huku, kwa sababu pia shule zimefungwa. mm -hmm. eh, Ukaona, ukaona eh, ngoja hichi kitu changu ambacho ni kipaji changu koja nje kukipambania zaidi. Hayo nimetoka Tanga nimekuja dawa. okay. Uh, una, washauri una, una, una, una, una, una nini wana, wanafunzi w, w, w, watoto wenzio ambao bado wako shule na wana vipaji? Uh, kama mtu ana kipaji asijifiche, hata wazazi wao pia wa, kama mtoto ana kipaji muhusu so kumzuia zuia ndio, ndio, lakini azingatia tu kusoma. Sema wale sasa, wewe soma, utasoma. Ndio anasoma, ila kama ana kipaji mwache mtoto aendelee. Kwa hiyo hivyo ndo nashauri, kwenye kipaji fanya mziki, ajichochote mm -hmm. ila kuzingatia sana shule. Tunaona clip yako ya nenda kwa Mganga ili, ili, ili, ili, ili, ili trend sana mtandaoni Uh, mpaka ikafikia Chief Goodlove kukutafuta. Hivi muliishia wapi na Chief Goodlove kweli? Alimtafuta, lakini nikawa namtumia meseji hajibu kabisa. Sasa ila, atakaponiona ropoti, nataka sapoti yake Chief Goodlove. Kijana amekuja amefika mjini, anasema amekutafuta sana lakini haukufanikiwa ku, hau kum, kumjibu meseji zake. Kwa hiyo sasa hivi kijana yuko mjini, yuko Tabata, anapatikana. Kwa hiyo kama utaweza kuiona video hii, unaweza ukamtafuta pia, mka, mkafanya mazungumzo, kwa sababu anahitaji sana sapoti yako kwa namna moja au nyingine. Uh, katika mitandao ya kijamii unapatikana kama nani, Dogo John? Mm. Mm. Instagram. Instagram, eh, Diamond wa Singeli Singeli. Bwana unamsikia Diamond wa Singeli anavyosema ukimtafuta kwa mitandao ya kijamii kwa majina hayo aliyotaja unaweza ukampata. ah, Dogojoni, kwa kumalizia, kwa kumalizia. Unashauri una, una, una nini kuhusiana na indastri ya mziki wa singeli hapa Tanzania, unaishauri nini katika kuleta maendeleo ya singeli zaidi? Kwanza nitatoa idia kali kuliko hizo. Kwanza mziki wa, wa singeli mm, unapendwa mm, lakini kuna wale watu wanasema mziki wa singeli akiuni, ila kwangu mimi sio akiuni. Ni mziki ambao niliupenda, hata mama Samia mwenyewe ni mziki ambao umempenda, umeweka upenda mpaka akasema mziki wa singeli asahivi ndio mzuri kwa hiyo unaahidi kupeleka single international, unatamani ufanye ufanye kolabo gani ya international kolabo? Yani kumsanii gani ambao unatamani kufanya naye muziki wa nje ya nchi? Meja Kunta ni wa ndani, sasa wa nje ya njia, na, na Tanzania Si wajue majina. <laughs> <Wajubu> majina wajue <laughs> yao. Bwana, basi bwana, tulikuwa katika kipindi leo na Dogo John tumetembelea mtani wake na kujua mawili matatu kuhusu yeye. Ah uh, yee Dogo John tunashukuru sana kwa muda uh, wako, asante sana kwa ndio, ila usisahau mimi ndo Diamond Singeli hadi sijui mwa mtoto ambaye ataniweza mimi. Kama yupo aje kutokea hata awe sajenti nani, waambie waji. Jamani sajenti, unamsikia Dogo John anachosema, yeye ndo Diamond wa singeli na hakuna mdogo yote anayemuweza kwa hiyo kama mnaweza anzisheni naye <laughs> yuko <wafana, wasa>. hapa <laughs> anawasubiri <laughs> pamoja sana uhakika, mi ndo mwenyewe wa kulalamika hata <laughs> nkupigie <laughs> <mpidia kukula> kokolako kidogo <laughs> ndo mwaka kufosi yaaaiynumahiyo ao kama livyomsikia katika kipindi chetu kilio cha The Hood Plug, kilikuwa na bagioni bagioni, ameeleza mambo mengi sana ume, lakini, tulutubu, zaidi, supporti, amba, na uamani, lakini kindu kikubwa na bora zaidi ameomba sapoti kwa wale ambao amewataja na kwa namna moja nyingine, tumsaidie ili aweze kupitia malengo. Ah, bila kusahau leo sababu tulikuwa na Selcom. Selcom pesa inatosha, Selcom pesa makato madogo kuliko. Selcom pesa app inapatikana App Store pamoja na Play Store. Hii ni application ya pesa ambayo ukidownload inakupa, inakupa unafuu zaidi wa kufanya miamala yote katika maisha ya kila siku. We out.